Na maliza na haya, familia moja kutoka katika eneo la Utange inataka watu wanaoaminika kuwa ni maafisa wa polisi kufanyiwa uchunguzi wa haraka na kushtakiwa baada ya kumpiga risasi mwanafunzi wa gredi ya sita wakati wa sherehe za mwaka mpya. Uchunguzi wa maiti uliofanywa katika hospitali ya rufaa ya Mombasa ulithibitisha kuwa Dennis Iringa alipigwa risasi wanaharakati wa haki za kibinadamu, kwa upande wao wakitaja kitendo hicho kama ukiukaji wa haki za kibinadamu. Mwanahabari wetu anafahamika kama Sebastian Maria anafunga kazi na taarifa ifuatayo. Sherehe za mwaka mpya ziligeuka na kuwa kilio baada ya familia moja kumpoteza mwanao. Dennis Iringa mwenye umri wa miaka kumi na nne na ambaye ni mwanafunzi wa gredi ya sita alifariki baada ya kupigwa risasi na watu wanaoaminika kuwa ni maafisa wa polisi. Uchunguzi wa maiti uliofanywa leo kwenye mwili wake umebaini kuwa marehemu alipigwa risasi kutoka nyuma, ambapo risasi iliingia kwenye eneo la bega la kushoto na kutoka mbele na kusababisha uharibifu mkubwa wa mishipa mikuu ya damu kusababishia kifo chake. Sasa alipigwa kwa nyuma Katokelezea huku mbele. Tafadhalini, ninataka usaidizi, mnisaidie tafadhali kuja hapa kwa Dennis, kwa sababu kwa Dennis wamemua kwa hali ya kumshuti kumpiga risasi tulikuwa tulikuwa tunatarajia sana kwa kwa hii taaaabfan Mamae marehemu Denis Iringa akimtaja kama kijana asiye na hatia na hakuwahi kujihusisha na makundi haramu. Familia ya marehemu sasa ikimtaka afisa aliyempiga risasi marehemu Denis kukamatwa na kufikishwa mahakamani. na nasikia uchungu sana venye mwanangu aliuliwa bila hatia yoyote, na, na, na nataka hao wenye walifanya uhalifu kwa haraka sana kwa mwhalifu mtoto wangu ni mpole. Mtoto wangu anajituma, hata alikuwa amepanda miogo hapo, yaani mtu wa kujituma hana. Hana mambo mengi mwanangu. Tunavyoongea hapa tunataka haki ya huyu mtoto ipatikane iwezekanavyo kwa haraka iwezekanavyo. Kwa hivyo watu waipoa, sitaki mchelewe ama mwacheleweshe sana. Nataka mfanye juu chini ili haki iwe tapatikana kama ni kushikwa hao wamefanya hivyo kitendo cha ii wa uhalifu wakaweza kushika kwa haraka iwezekanavyo, wao wanaweza kuwekwa mahali ambayo inastahili. Aidha, wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu wameeleza kuwa kitendo hicho ni ukiukaji mkuu wa haki za kibinadamu na kuitaka mamlaka ya IPOA kuchukua hatua ya haraka. Uh, upasuaji huo wa mwili umeweza kuthibitisha kwamba alipigwa risasi kwa nyuma, yaani kumaanisha hakuwa hatari kwa mtu yoyote. Yule aliyempiga risasi amempiga kwa kumdhulumu, amempiga risasi kwa kumwonea, na hiyo risasi moja ambayo iliingia upande wa kushoto na kutoka hapa mbele ilipasua mishipa ambayo ilikuwa inapeleka damu kwenye moyo wake, na hiyo ndio ikawa sababu yake kupoteza maisha. Na tunasema huu ushahidi ambao umepatikana sasa ni ushahidi ambao ni wa kuaminika. Hakuna sababu yoyote kwa polisi sasa kukataa kumshika ama kuwashika wale waliohusika na kitendo hiki. Mbiletu ni kwa IPOA tunasema tena, your silence is wanting. Justice. Justice for Dennis. Justice for Dennis. Justice for Dennis. Justice for Dennis. Sebastian Maria Undugu TV.